Nani ana coin hapo? Kwa ajili ya najua final lazima iheshimishwe bwana, au sio, mwanangu? Oh, yeah. Hey, jelo jelo zako anaondoka nazo <laughs> okay. So, uh, narusha coin hapa kwa ajili ya kuamua nani ataanza na nani atamaliza. Mzee unachagua kichwa au mwenge? Naachagua mwenge. Au mwenge, sio na sio Sinza, sawa? Kibwengo, sawa. By the way, nimekuuliza kati kama mwenge utakuwa kichwa Kuchile. Oh yeah, mwanetu kachagua mwenge na mwenge ndo imefungua ime, so KBMC, na G Kibwengo, finali hapa. Yeah, asilia, hip hop. Yeah. Umechagua kichwa, mi nimechagua mwenge, kwayo leo kwetu msingi mpenenge Kibwengo, na kuchana mpaka ujichenge, inakuaje uwe kamasaafu afu nikupenge? Bora nikuwacha sababu mi bado mtoto MC kwa fasi, uwe na changamoto leo hii kwa fasi Hey, leo na kudondosha jii utadondoka kwa sababu ya ghadhabu nizo kuwa nazo na leo utapata tabu. Kiwengo inatakiwa na malengo kwaho, ana kujenga kimawazo kama mjengo yaani nyumba hapa leo utayumba. Ya, kivyo vyote uchukui hata mavumba, Yesaya kwangu hiso mbaya Kibwengo na kuvuta, unaweza hisi we ni kaya, unaishi Bongo hisia zako kama Ulaya, lakini kwa umakini bado haya nayokupa inabidi Kibwengo huyu yaelewe kwenye bato, wae kwa mkweli usichelewe, unataka maji leo pombe inabidi ulewe, ya inabidi uniulize mmeo nachokitaji ni kitu gani? Yeah, bia, bia, bia, bia. Oh, ah. Leo utatafuta chochoro. MC gani huyu? MC Kiomolo, MC Kiomolo, yani MC mfupi, kimo chake unaweza sema size ya alivo kabisa yani hata heleweki. MC Kibwengo mi wapa sitetereki, rangi yako nyeupe kabisa yani nzuri, na iki kisikio kimekosa tu kipuri. Leo hapa dogo utambulia sifuri, mikasa kuna chakula lakini we uri, wewe sio nguri, unaleta sifa kama duri, moto wa kifuu kuna tanuri. Leo nakuwashia kabisa utapagawa, dogo anaumwa mtaftieni dawa, na hiki kikapelo chake anaficha uso, punch na kupiga sem na megongwa na fuso. mimi ni Kibwengo, wewe wewe ni yuso. Skiza kabisa, yani na kupoteza band na kupiga kama kweza na Kiswahili mea Kiingereza hauna vina vingi wewe kamikayapeza si KB na kuhua leo niga paka day B paka ifike kesho END upate oh, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, so ni round ya kwanza ya G. Kibwengo na uh, na KBMC Temeke. Bwana Kibwengo hajakimbia umande kumbe. Eh, kwa ah, unafikiri Kibwengo amekimbia umande? <laughs> Vimo mzee vya Kinyamwezi na Kiingereza. Vizangere. <laughs> Songa. Bwana KBMC inabidi nabidi ujue ni finali. Yeah. Na uko uko uko kwenye asilimia chache sana za kuchukua hela. Kwa hiyo inabidi uwe serious zaidi ya vile ulivyokuwa nyuma yeah, kwa sababu nikikompea the way ume battle na G Kibwengo hapa na round zilizopita, naona round zilizopita umefanya vizuri kuliko hapa. Sijajua kwa sababu, umepata muda, unajua mpinzani wako ni flani, ulikuwa na muda sahihi kabisa wa kutengeneza mashambulizi kwake, lakini kuna vitu kama una, haujavichukulia serious hivi. Kwa hiyo round hii amechukua G Kibwengo Next time najua unaweza ukafanyia kazi ukafanya vizuri. hii amechukua G Kibwengo Kibwengo. oh yeah, p the mc ah, uh, hii nitampa G Kibwengo afanya vizuri sana yeah. mwanzo mwisho, lakini na round mbili zimebaki yeah, nataka niwaongeze ghadhabu hapa. mimi mkononi nimepewa elfu arobaini yani watu wanapenda mnachofanya. yeah, okay, nimeambiwa hii elfu thelathini ataongezewa mshindi yeah. Alafu ye elfu kumi atapewa aliyepoteza kama nauli kama nauli. oh, yeah. Kwa hiyo maana yake hujua, huo unaondoka na elfu kumi, mwenzako anaondoka na elfu themanini themanini. Ongeza gadhabu na na <laughs> yani, shindana, ongeza hasira, pambania ya hela yote yeah, yeah. saa naambiwa mjini bwana, nauli hasira tu, au sio? Okay, hiyo raundi ya kwanza, tunaenda raundi ya pili sasa yeah, yeah, yeah. Raundi nyingine anachezea konzi mtoto mzuri huyo ana mapozi, anaumwa ukimwi na mgea dozi, amonaizi akakufundishe kikoozi, ukoe koe, leo lazima ni kuondoe Ebwana, tafuta mchumba uoe, na nakueleza kabisa, hauna uwezo na kuchepachepa kama nimeshika tezo, na hicho kidomo chako yani cheusi, leo nakuchana na kuchana, takukugusa sikugusi, sababu una kichwa fulani kama mjusi, macho kama mjusi alebanwa banwa na mlango, we ni nyoka lakini leo utoki kwenye pango, leo na kufekesha yako mipango, umekutana na Kibwengo na hapa ndio jango, na kukandamiza mbele ya hawa majaji siku gei hata taji, umekuja kwa miguu hauna hata bajaji. Mchizi huyu namwita na, shangae na tihaji. Jinsi alivyo kabisa hanatia huruma hana vina kwa mbele hana vina kwa nyuma. Rangi yake kabisa yani yani, white. Yani leo uwezi kabisa takufaiti. Suluwali mbaya ungevaa taiti na kule simpisi akubariki ya Almighty. Yani nakupoteza kabisa kwenye gemu, flow zako na chana tasema vile demu. Oh, hey, uh, Kibwengo, umekuja tatizo, unafoka leo na kuonyesha ujashingwa, uja kutoka vita. Ni vita tawedogo, napigwa shoko nadondoka. Lafu kiaina, si tunaishi nakuwaja, unataka kuniletea ubishi. Umekanyaga kwenye bato na leo ni mezishi mazishi na kuzikia hapo nje, kwa hiyo kwa fasi Kibwengo lazima nkuchinje. Ya kwenye flow party atajero Kibwengo kwenye hizi flow na kuvua kapero. Kapero yako hiyo ya buku mbili nakwambia kabisa hiyo kweli, so siri buku mbili hiyo Kibwengo uliiba, alafu nasikia uliiba kule kwenye msiba aliofariki mchizi yule mwanetu Kibwengo. Vipi we unaiba paka nyumbani kwetu, we ni muni gani? Mimi nakutamani umeakanyaga kebi kuficha kwa pani na kuonyesha kebindo bigwa, kwa hiyo kwenye easy flow dogo tatigwa umekuja, yeah. kwenye bato, lakini tuliza akili, alafu wena discipline na kupiga juu na kupiga di chini. Ah, yeah. <laughs> uh -huh. songa. Eh, bwana, ujue kebini kama alilala kwenye baridi kali usiku usiku mpaka kuna kucha ile, kuna kucha sasa ndo yeah. Shuka analivuta kwa hiyo yeah. Hapo kati ashapigwa na baridi kali amekumbuka shuka kuna kucha uh, hii inampa Ji Kibwengo tena, Ji Kibwengo tena. mimi natoa moja moja. Moja moja. P the MC. mimi pia nimeona moja moja moja. Moja. Oh, Aha. Hip hop. Asilia. Kibwengo anakudondosha sababu wewe hawezi. Unataka kuforce Tile za Kinyamwezi kedi kwa fasilo na kupiga makwenzi; asubuhi nataka kuamka tu upate dozi. Dozi unaopata we, mbona nakuzuru, umeshindwa Bongo, nataka kwenda kaburu, naomba Mungu leo kwanza kushushie nuru, ila usio moga Kibwengo kakunguru, ya unanicheki, lakini we ni sheki sheki, nakuonyesha kebi, hata ukirusha mchali zikwepi. Yani umekondeana Kibwengo unenepi, hapa kwenye bato mbona kusepa leo usepi? We vipi, mbona naleteza rau, umekanyaga hivita ya maumau. Kibwengo, haijalishi weni wangu mdau, ulizochana za leo siwezi saa. Ndio maana umekuja, lakini kiumakini uwezi, nakupa disipini kinyamwezi. Makwenzi nakupiga na kupiga mawili matatu, umekutana na nyoka kibindo chatu na kumeza. Alafu sikumbili unaoza kyo, nakuonyesha leo utacheza mali yaroza. Yani kwenye batu leo kibwengo nakutongoza. Mtoto anasema nataka hende Mampusa. Ya ukapata mafuta ya kupakwa wow. Aasi wow. Ya yeah. Umekutana na bebelu mtoto langi nyeupe mzungu au zeruzeru leo nakuelekeza kabisa utakaa tumbo limekuvimba mjamzito utazaa jinsi umevaa kabisa, unanipa utundu, badilisha hii, haijanoga noga hii nyekundu, imeandikwa blueberry au auchani. Ukweli lapi yako inaonekana ya kikejeli, unaandika mistari kwa kutumia pinseli na kulesi, mpisi ufe kila laheri Jinsi ulivyo kabisa niche kishingo tayari, ndege mjanza kanasa kwenye ulimbo na mge auhapa mtalimbo na kuelekeza. Hii ni freestyle bato, hapa tutaki nyimbo. Toto mdogo kabisa, cheki yako bua, langi yako nyeupe ila kujichubua, leo na kukata na kufunua. Auwezi rap kabisa solomana, unasuasua funua macho tuonekope. Hebwana, huyu awezi freestyle dope, unashindwa michano njoni kukope. Uniwezi leo hata siku yoyote, wewe KB leo na kuonyesha misali, kama mvua leo mina nanyesha. Huyu aniwezi Kibwengo mini mepinda, unazani nitakuachia hii utashinda. <laughs> Oh, yeah. <laughs> Okay, okay. The undefeated heavyweight. Aye, aye. Oh, yeah. Okay, okay, okay. sawa Masoli unasemaje Yari mtoka unasemaje anapendelewa Right. Ila nimependa kwamba KB ukimwambia kitu anazingatia yeah, baada ya yeah. Raundi ya kwanza kiukweli alikuja kinyonge sana yani. yeah. kuliko hata huko mpaka alivyoingia finali, ukaona raundi ya pili yani amekuja ile hard mpaka akapata sulu yeah. na raundi ya tatu alivyoanza, pia nikaanamwambia P, yani ujamaa, namna anavyospita angekuwa anakutana na mechi nyepesi n, yani anampoteza mtu mapema yeah, nikasema hii pia inaelekea yeah. inaweza ikawa draw. Yeah. Lakini alivyokuja Kibwengo sasa alivyoanza akasema yeah, yeah. da yani <laughs> mtu sijui unakuwa una hate ama vipi, kusema ujamaa anapendelewa. Kura yangu sure. ah, nampa G Kibwengo. G Kibwengo ni vitu ambavyo vinaonekana vinaonekanab yeah. uh-huh. yani G Kibwengo anachokifanya yeah. Sijui tusemeje. Unaweza yani, kusema kwa nini wengine wafanyi kama hivi? Sasa haiwezekani yeah. Inawezekana no, ndio maana jamaa anaweza nah, sasa anawezaje? <laughs> Peke yake unajua kuna wakati unasema yeah. Ni mazingatio yani kuzingatia kila bacho nyinyi hey. Mnakuwa mnawashauri na nadhani nadhani Kibwengo anakuwa anazingatia sana cha kuambia, ah, mna washauri na nadhani Kibwengo labda yeah. ni season hii tu kuona mtu mmoja anakuwa anasumbua kwa episodes nyingi. Nyingi zimetokea ni episode zote ambazo, yes. zime so ni mazingatio tu basi, mimi nadhani labda pa kuanzia yeah hao washiriki pa kuanzia yeah, yeah. Aisee, wajifunze kitu kwa ujamaa sure. Yani, wakati mnajifunza pembeni peke yenu endeleni pia kujifunza huyu. Yeah, yeah. Yes, na anachokijua huyu. Naamini mtakutana kwenye point flani ambayo sasa hapo competition zitakuwepo. Yeah, yeah. Yeah, kwa hiyo Jiki Bwengo metisha sana mwana. Eba, shout out kwa Jiki Bwengo yeah. Uh, na KBMC. Makofi kwao. It was such an exciting final. Sindeo, songa unacha kusema? uh, kwa upande wangu mimi unajua kwenye hizi ishu za freestyle. Yeah. Uh, freestyle inahitaji mazoezi ya ya kila muda the yeah, way una practice ndo the way unakuwa better, better, au sio? Yeah, true. Kwa hiyo practice mara nyingi unazoweza, au sio? Yeah. Utakuwa vizuri tu. Haijalishi. unajua sisi tunamshikaji wetu Mwasibu yaani, yeah, muda wote tunamkuta na freestyle, lakini kila siku unamwona ah, Mwasibu mbona kama ana improve fulani hey, yeah, hivi. Ni kwa sababu gani? Kila siku anajitahidi eh, anafanya, kwa hiyo yeah. Freestyle ndio iko hivyo, ukiiacha na yenyewe inakuacha yeah. inahitaji mazoezi ya kila siku, inahitaji uwe na maneno mengi zaidi ya kuzungumza. Ji Kibwengo anawazidi watu wengi kwa sababu ana maneno mengi sana kichwani. sure. na hayo anapata vipi? Kwa kupractice kila muda yeah. anachukua ana, anachukua ili, ili, anakaa kichwani. unajua yeah. ubongo wetu ni kama kompyuta. The way unavyo unavyozungumza vitu vingi kwa kila muda vinajihifadhi. Kwa hiyo ukija kuja kuvitoa inakuwa ni swala rahisi tu sure. Kuliko na ule mtu ambaye hajafanya hayo mambo inakuwa na vitafuta azungumze jambo gani ile neno hadi alipate na kuwa ni ngumu. Kuliko ni ambaye yuko tayari viko hapa na kuwa na vitoa tu. Kwa hiyo huo ni ushauri. Lakini kwa bato hii ya final round ya tatu, G Kibwengo ameonesha uwezo mkubwa na amefanya vizuri na amechukua raundi hii. Makofi kwa G Kibwengo. Oh yeah, oh yeah. Makofi pia kwa KBMC.